Coordinator coordination eh, ya Uvira umesema kwamba mmeanzisha mapambano tangu tarehe kumi na tatu ya mwezi huu popote jimboni Kivu ya Kusini, tuambie kwa sasa mapambano hayo yanasimamia wapi na mambo yanaendelea namna gani? na uh, waza nimesema kwamba tumeamusha mapambano makali katika jimbo lote la Sud Kivu eh, kwa warogaroga wa M23 AFC ambao wanaongozwa na Rwanda kupitia e, wachuruzi wakubwa wa ulimwenguni au tunaita wa multinational. Na hayo mapambano tumepigana katika vilaje ya Rugezi katika e, territoire ya Fizi e, tumewafukuza e, wale watwira Neho ambao walienda ku, kujiunga na M23 na katika tarafa la Walungu tumewafukuza mu vilaje ya Lushego e, mumilima ya Nyafunze e, na leo tangu le 13 tunapambana na tunaonekana: Bagira Kabare, e, Ndosho, Nyatende e, Mumosho e, Panzi, Katana mpe partout kule tuko tunapambana na adui na tunampiga, na mapambano yanaendelea hadi sasa na kupambana kwetu kama vile nilivyowaambia hapo awali kwamba hatutoishia hapa Uvira, tutaendelea mpaka kukamata Bukavu na Goma. Na leo tunapatikana katika mji wa Bukavu sababu watu wa Bukavu wameomba twende, na leo tumeenda na tuko Bukavu kwa kuwakomboa. Sio mara ya kwanza mnafanya hivyo? asilimia makumi nane ilikuwa mikononi mwa wazalendo, maeneo ya Nyangezi hata maeneo ya Katana mmekwisha kushambulia mara kwa mara Je, raia wa Bukavu kwa sasa na maeneo ambayo umesema wategemee nini? Kwa sababu wanakuwa wakisema mnakuja mnapiga masaa madogo tu na mnakimbia. Wategemee nini kwa sasa? Ingelikuwa tunakuja kwa masaa madogo na tunakimbia, ninakuambia kwamba mapambano tumeanza tariki kumi na tatu na leo ni tariki kumi na tisa Kwa tariki kumi na tatu na tariki kumi na tisa tunaona kwamba sisi tunamiliki kwa raia wa Bukavu wategemee kwamba ni jeshi la ukombozi, ni wazalendo wanakuja kuwagomboa, wa kuwatoa katika mikono ya warogaroga wale wa mventua. Nafikiri vita hivi ambavyo inavianzisha bila wazazi wenu, kama gisi unazoea kusema FRDC, unafikiri mtaviweza? Unajua vita ya sasa ambayo tunapigana ni vita ya raia, na raia amesimama kwa kupambana vita katika ulimwengu mzima, raia akisimama apigane vita, hakuna anayeweza kudhibiti ama anayeweza kumpiga. Na sisi raia wa Kongo, raia wa East tumesema tupigane vita, tuondoe adui katika e, nafasi ambazo anazimiliki. Utajua kwamba tuna sasa miaka e, makumi tatu ambayo tunapambana na maadui ambao Rwanda kupitia wa multinational walituempoze vita ambayo hatukukua tunategemea miaka makumi tatu ya mapambano na kwa miaka makumi tatu leo raia ya Kongo, raia ya Este, raia ya Uvira, raia ya Bukavu, raia ya Goma tunasema kwamba tupigane vita tuwaondoe katika mahali. Yaani kutegemea ya FRDC, FRDC haina nguvu kuzidi raia wake wa Kongomani. Na FRDC wanachukua nguvu ndani ya raia. Sasa raia mwenyewe anasimama kwa kupigana. Na nawaza kwamba hatutegemei msaada mwingine, msaada tunao ni raia, na raia ndio wanapigana ndio tunaita watu ni kwamba kisi ipigani ndio kwa maana mwe munaamua sisi mu si, tunapigana na tunakomboa mingini yetu, na tunafukuza adui kumrudisha kule alikotokea. Sio kumurudisha katika milima, ni kumrudisha nje ya nchi kule alikotokea. Kama alitokea Rwanda, arudi Rwanda. Kama najua alitokea Uganda, arudi Uganda. Lakini anajua ametokea Rwanda, na tunamrudisha Rwanda. Matokeo kwa leo kwa vita ambayo mmeanzisha tangu tarehe 13 ni namna gani? Popote ambako mmeanza vita, matokeo ni kwamba tunamiliki vijiji na leo. M23 eh, ambayo afse ya nanga inaanza kukimbia, wako wanavula teni, wanaanza vula teni na wanatembea kama wazalendo, ili watu wawaache kuonesha kwamba Bukavu inakuwa katika mikono yetu, na na profiteo okazio kuambia watu wananga ambao wako tena Bukavu ambao hawajakimbia waj, wajisalimishe kwa jeshi la, la wazalendo, wavue, wachukue silaha zao, wajisalimishe kwa jeshi la ukombozi la wazalendo e, sababu wale ambao ni wakongomani wakijisalimisha tunaweza tukawasamehe, lakini kwa wale wanyarwanda warudi kwao Wainase, tandeze, ili wakue wanatoka katika mji wa Bukavu, watu waachie mji wa Bukavu, sababu tuko ndani. Kama hawaondoki wataona kitakachotokea. labda ujumbe wa mwisho Eh, kwa ujumbe wangu wa mwisho ni kusema kwamba raia wote wa Sud Kivu, raia wa Nord Kivu na raia wote wa Este ambako kuko vita, ni wakati wa vita, na kila mtu, kijana, mvulana, msichana achukue upanga achukue mkuki e, baba achukue mkuki, mama achukue shoka, kila kile mtu anaweza kuwa nacho asimame, ili tupiganishe adui. Msaada wetu ni sisi wenyewe, na vita ni ya raia, raia wenyewe tunapigana ajili ya kujikomboa.